Ndiyo maana mimi kila siku anasema nyinyi mmetumwa damu. Yaani hakuna kitu kingine chochote. Kwa sababu haiwezekani wawe wanatudanganya kwamba kuna maandamano ya amani alafu wanasherekea. Dada yenu anaposti anasherekea, anasema eti Zanzibar imekosa watalii. Yaani Watanzania inabidi mshikilie hapo hapo. Watalii wasipokuja kwenye nchi, tutaweza kuiparala hii serikali. Yaani sasa hizi anamnukuu kabisa ndugu yake yule. <laughs> Naomba niwaulize vijana Zanzibar inapokosa watalii tunaikomoa, tuna Zanzibar, tunaikomoa serikali au waathirika wa kwanza wanakuwa ni wale vijana ambao wamejiajiri na kuajiriwa kwenye sekta ya utalii? Hakuna waongoza utalii wanaotokea bara kule, ila wanakuja na hizo ajenda za kibaguzi, na nyinyi mnawaamini, mnafikiria anataka tu kuikomoa Zanzibar. Mwanzoni mnakumbuka kuwa anasema anataka tu kuikomoa CCM, sasa hivi ajenda ni Zanzibar nzima, lakini katikati pia kuna kuwakomoa wa Waislamu Niliwaambia hizi lugha za kiubaguzi ni kama mitego, lengo lao ni nchi nzima, na taratibu wanasogea kwenye kimoja baada ya kingine. Sasa hizi si teki, najifanya naungana nao. Tutaona very soon hapa watasema na makanisa ya walokole pia achomwe moto, kwa sababu ndio lengo lao, kwa sababu kama tutakuwa tunatetea kanisa la Gwajima kwa kanisa jingine lolote ambalo sio la Gwajima litafanywa nini Kanisa jingine lote ambalo aliungi mkono juhudi zao hizo za kuchoma hii nchi moto litafanywa nini?